Habari, ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Wanatuacha kwa kejeli bila kujali upendo na tumetoka wapi? Yakiwashinda waliko wanarudi kwetu, wamekusanya mikono na kuinamisha vichwa chini na maneno, haikuwa akili yangu. Hawezi kuwa kama yule wa awali tena katika maisha yako, hata kama atakuwa mtu yule yule nina imani kwamba utanielewa. Mtu huyo hawezi kuwa kama yule wa awali tena katika maisha yako, hata kama atakuwa mtu yule yule, kwa kuwa mtu yule alikuja kwako kwa mapenzi awali. Mwanzo mlikuwa mmependana na mlikuwa na maamuzi sahihi, lakini kumbuka, yule mtu sasa ameondoka na ameamua kurejea tena kwako. Aliuvunja moyo wako vipande vipande. Leo unahitajika kwamba kuukabili moyo wako kuurudisha kwake na kuanza kutengeneza moyo ukawe imara juu yenu. Je, unafikiri utakuwa kama mwanzo? Hapana, mapenzi hayapo hivyo. Mtu anaweza kurejea kwa imani tu, lakini moyo wake hautakuwa tharama kama vile mwanzo mlivyokuwa mnapendana. Basi, kwa haya machache nataka nishie hapa, ila nawaambia Hawezi kuwa kama yule wa awali tena katika maisha yako, hata kama atakuwa mtu ni yule yule aliyekuja kwako hapo awali. Usisahau kusubscribe page yangu, ili uendelee kujifunza somo ija